Shemeji, mimi nimekuja kukwambia uhalisia na naomba unitunzie siri yangu. Maana yake nyinyi mnasaidiwa lakini mwisho wa siku unamwona mtu mbaya kwa sababu anakusaidia. Tabia za rafiki yangu na mienendo anakwenda nayo sio. Unajua sasa hivi anaona yake. Karibika. Wewe hivi ni kuswali. Hivi shemeji uone utofauti wote ndani. Kitu uone kitu tofauti wote ndani. Ndo maana kumbe, ya tenilise, tu, unaona. Kumbe. Unaona, unaona unaona, mwanzo alikuwa anadondoka vingapi? Vitatu sasa hivi hmm. Hisia na wewe anakuwa hana, kwa sababu anamalizia nje. Mimi nakwambia hisia anakuwa hana, na mtu wote alikuwa hana hisia nje, kwa sababu anakuwa anamaliza nje. Ndani huko anaona kawaida, yaani anaona kama sokorobwa, wewe sokorobwa lakini ninachokwambia fanya maamuzi kwa haraka, aidha utambulia maradhi ama utambulia jambo lolote. Mimi nakwambia na ndivyo inavyokuwa, gawezi kukuonesha sasa. Wewe hawezi kukuonyesha kitu, lakini wewe ushaona kama alikuwa anagonga vitatu viwili sasa, shemegi, kwa nne hivi kimoja. Jibu unalo, fanya maamuzi kwa haraka. Fanya maamuzi haraka. Nafanya maamuzi gani shemeji? Hukuambiwa yupo, uliambiwa wapo, jiongeze. Mimi nakuambia. Maana bas labda utaondoka sana maisha magumu. Angalia mazingira uliokuwa nayo. Utaenda kuishi peke yako? Kuishi peke yangu siwezi. Sasa. Eh. Ay, sasa, shemeji, umeshaelewa hivyo. Mimi kwa mfano ndio unaondoka, mimi nakuachaje wewe? Unapata taraka tu, dai taraka yako pale, unapata kila kitu